Mi nitazungumzia moja kwa moja kwa ile hotuba ya mama aliyotoa pale bungeni siku ambayo anazindua bunge. Ile hotuba kwa kweli, kama yale mambo mama atayasimamia kwa weledi na akapata watu wa kumsaidia vizuri, basi ile ile hotuba itakuwa imeleta tija sana kwa Tanzania. Na kipengele ambacho mi naona kitakuja kuleta kuondoa mzizi wa fitina kwa upande wa vijana ni ile kuanzisha idara ya vijana. Ile idara kwa kweli ikaangaliwa kwa macho matatu kwa sababu ndio idara kwa sasa ambayo inakuja kule... wizara. E, wizara ambayo itakuja kuleta tija kubwa kwa vijana wetu, na hii wizara ilikuwa inazungumziwa muda mrefu, lakini kwa sababu ya utendaji wa serikali na kila kitu kinakuwaga na wakati wake, basi wakati umefika sasa serikali ione kwamba hii wizara ina umuhimu mkubwa, na bila shaka waliofanya haya mambo yote ni vijana. Sasa vijana inawezekana wanasemea moyoni, hawana pa kusemea au wana maono lakini pakuyatolea hawana. Kwa hiyo ni bora sasa ufike wakati na wao wapate muda mwingi wa kusikilizwa, ili tuone kwamba je, wanachokifikiria na wanachokiwaza kitaleta tija kwenye taifa hili. Basi mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuyaona hayo, kwa kuliona hilo la vijana na kwenda kuanzisha wizara. Hakika hii wizara ikawa wizara ambayo itakuja kuleta mafanikio na ikasimamiwa na watu ambao wako tayari. Kwa hiyo mimi niseme nimependezwa sana na hotuba ya mama kwa vipengele vile ambavyo navyoona vitakuja kuleta tija kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kupitia watu wake na hususani vijana.